Z, Don Davi. Don, Mr. Newspaper, karibu Metro Media TZ, hapa ndo maskani kwetu, tunakutana tunazungumza yaliyojili, au sio bwana? Sasa, moja kati ya jambo ambalo limejili hapa juzi juzi, kama sikosei jana, katika kupitapita kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, nikakutana ikakutana posti ya Simbalama simba la masimba Dangote Diamond Platnumz akiwa ameposti moja kati ya show yake ambayo ataifanya tarehe 19 Desemba Shida sio show kufanya tarehe 19 disemba pale Sierra Leone, shida ni viingilio baba, tokea ni, ni mfahamu Diamond Platnumz, hii ni mmoja kati ya show yake ambayo ina viingilio vya bei gali, unaeleweka bei gali kwa sababu show kiingilio ni milioni 12, ileta kwenye hela zetu za kibongo, ambayo ni kama dola e. Hivi dola 5000 Yeah, dola 5000 milioni 12. Diamond anaenda kufanya show, can you imagine hiyo show ni ya namna gani ambayo inaenda kufanyika huko Sierra Leone? Sasa the story is, ni, ni, ni ma, maana yangu ni kwamba utavotaka kuwa ndio utapokelewa hivyo hivyo, yani wewe utavotaka kuwa na no? utavotaka kujiendesha ndivyo watu watakupokea hivyo hivyo, kama wewe utakuwa mwehu, utakutana na wehu wenzako. Kama wewe ukijifanya wewe hamsini majinuni, utakutana na hamsini magharibi wenzako. Yani kwa hiyo ukijifanya wewe, wewe mtu wa chini, basi utakutana na watu wako wa chini. Ukijifanya mtu wa juu utakutana na watu wako wa juu, the way level yako itavyokuwa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kufanya show ya milioni kumi na mbili kiingilio, yo my G, so poa, ujue kwamba unakubalika, alafu ni nchi za watu unaenda kufanya show ugenini, nchi za watu, maana yake ni kwamba kule wenyewe wanatambua thamani yako, ukubwa wako, ubora wako, kila kitu chako wanakitambua. Na ndo mana nilirudi hapo nyuma, niliwambia ile alivyosema yale maneno pale stejini, nikasema mi naungana naye moja kwa moja kwa sababu anajua. Alafu yule mtu ana hasira, anajua wapi alipotoka, gemu ilipomtoa mpaka alipofika bila kubisha, yani asingebisha ya maana yake ni kwamba hapa alipo asingefika, asingekaza hapa alipo asingefika. Bo, tunataka watu wengine kama hawa wengi. Soko la ndani mshaliwini, mshalitoboa. Tunataka tuone wakina Diamond kama ishirini, ishirini na tano, hamsini nao tusikie huko ameenda kwenye mashow makubwa huko nchi za watu. Ukiona kiingilio maake, kipimo cha kuwa wewe unakubalika ni pamoja na viingilio pamoja na kiingilio, mpaka mtu anatoka alipotoka, anatenga hela yake ya kukulipia wewe, ili aje akusikilize na akuone, maana yake unakubalika, maana yake wewe una uwezo, unajua Sio tunakutana na bango lako fulani atakuwepo hapa, unaanza kutafuta kiingilio pa, unakuta kiingilio kinywaji. Jamani, kweli tunaenda kukuona wewe kwa kinywaji? Maanake wewe ni trash tu mwanangu, basi tuwashindwa kuambia kwamba wewe ni takataka tu, hawawezi kuambia kwa mda huo hata kama alikuita pale, anakupa milioni 20, 30, 40, 50, 60, 100, lakini unabidi ujue wewe pia unahitaji uthaminike. Wasanii kibao tumeona wamekataa kwenda kuperform kwenye ma best day kwenye nini, na analipo hela nyingi. Unajiushia kujiuliza kwa nini watu wanakataa? Kwa sababu zile ni kama dharau, alafu wanakuweka kwenye low level, wakati wewe u deserve kwa kwenye low level Msituoni, tunakaa hapa kila siku tunamwongelea mtu mmoja, ni kwa sababu tu anastahili. Kila siku anaonyesha ukubwa wake day after day, tunaona ukubwa wa huyu mtu. Kwanini tusizungumzie siwa... jamaa, kwanini tusiwazungumzie? Fanya vizuri tukuzungumzia, ukiboronga tunakukaanga. Sisi hatuna muda, kwa sababu watu wengi wanatufuatilia sisi, tuwafikishie taarifa sasa kituona sisi na watu si watu wafagio fagio, ah, wataona sisi hatuna maana. So sisi ni wakufikishia ujumbe ambao ni reality, ukweli. tarehe kumi na tisa Disemba hapo Sierra Leone, au sio bwana? Na vingilio ndio hivyo, kuna dola elfu moja na dola elfu tano yo. Hicho e, kiingilio kingekuwa bongo hapa hey, binafsi tulivyokuwa na nongwa na gubu tungeongea asubuhi mpaka mwaka unaisha. Atuchukuliaje? Nakwambia milioni e, kumi, na kiwanja Buza huko na kiwanja e, Kibiti. Wewe bwana wewe, wewe, we, kama huna hela ukalale. Huna hela kojoa ukalale. Watu hawapo wa kuweza kusikia wewe unasema nini. Watu wapo kwa ajili ya kuendeleza maisha, maisha yaendelee. alafu maisha yayataki maisha uju ni wa maisha ushaondoka, sai nanichosha. Ah, shout out Diamond kwa hili sisi, kama wadau, kama watu ambao tupo kwenye hiyo system, hatunabudi kukupongeza kwa sababu ni hatua hiyo uliopiga hapa Tunatarajia vitu vingi sana tutaviona. Tunatarajia hata kiingilio ikawa milioni hamsini, au sio bwana? Thamani ikapanda kutoka kulipwa dola laki moja milioni mia mbili eh, kwa show basi, tuone unalipwa waji dola laki tano huko b moja, unaenda kwenye levo za kina Banaboy na watu wengine kibao. Kwa hiyo mengi tunayatarajia na tutayaona tu, uh, Mungu ndo atupe pumzi ili tuweze kuona makubwa ya hawa watu wanavyoyafanya, kwa sababu mtu akifanya vizuri ni lazima tumsapoti, au sio bwana? Kwa sababu hiyo ni brandi ya Tanzania, tunapeperusha bendera ya Tanzania na sisi ndo Watanzania wenyewe, na Watanzania kwa Watanzania inabidi tupendane ili tuweze kufikishana mbali. Yangu ni hayo Dizidon, Mr. Newspaper, Metro Media TV Hala. You are watching Metro Media TV, usisahau kusubscribe comment na kulike.